Tukubaliane wa Kenya kwenye Bien iko, huwa mara nyingi kunatokeaga hit song. Guys, now Bien he is a popular artist in Africa. Because where Bien he is always there is a hit song. Always there is a hit song. Tusipingane na hili wa Kenya, tujivunie kuwa na msanii kama Bien. maana ntakupatia facts. <laughs> alafu Watanzania ni kama wanajua kumtumia vizuri sana Bien, wanamfaidi vizuri sana Bien. Okay, twende kwa msanii toka nchini Tanzania ambaye anaitwa Darasa akimshirikisha Bien kwa ngoma inaitwa Nobody, ngoma ambayo imesumbua mitaa ngoma ambayo imepenya kila engo ya Afrika. Kwa sasa iko na 10 million viewers on YouTube. <laughs> Tukiachana na Darasa, twende kwa msanii ambaye anaitwa Harmonize Konde Boy Jesse akimshirikisha Bobby Shmurda na Bien kwa ngoma inaitwa I made it. Ngoma ambayo ilisumbua sana kwa sasa yenyewe iko na 10 million viewers on YouTube en na tamba future huwa atakuwa mwingine si huyu ambaye tunamjua saa hii. Tukiachana na Harmonize twende kwa juzi hapa, Mario alimvuta wakafanya ngoma inaitwa Nairobi, ngoma ambayo imesumbua sana hadi kwa sasa bado inatembea. Mario ameingiza katika kipengele cha Grammy Awards Grammy duniani. Iyo kubwa duniani, hiyo ni heshima kubwa, tujivunie kuwa na Bien. Sio hiyo tu hapa, siku chache baadaye, juzi hapa tu Diamond mwenyewe Simba alimvuta Bien wakafanya ngoma inaitwa Katam, ngoma ambayo imefanya vizuri, ngoma ambayo Diamond alitamba nayo, ngoma ambayo imepenya kila engo, kila mtaa hadi saa hii inapigwa. Guys, huyu Bien ni kiboko, sio mchezo. Bien is a popular, na na tunakutakia uzidi panua mipaka hadi Nigeria, sio Tanzania tu. Kuna DJ Obi atimshirikisha Bien, ngoma ambayo inaitwa take me away, ngoma ilipasua kila e, ilivuka mipaka guys, Bien tunajivunia kuwa na wewe Bien. Mungu aendelee kukuinua aendelee kukupasulia njia.